Iyanagongeiukisikia msosi msosi, ndo umchele baba. Ukisikia cha mtume ndo hiki Owa, njomba ndio shemeji anajua kupika lakini sio kama hivi, hapana. Je, uone kitu kama hiki, tum tum tum, hata hapa kipiti. Kaka ndugu yangu, nashukuru sana kaka, nashukuru chakula chako nimetokea. Shemeji anajua anajua sana

m bwanawameenmmnamogagaw, kuna nini? Mbona unifokea hivo? Mwanamke unaakili vizuri. ikichakula umempikia nani? Asimkupikia umepiga simu, unarudi mchana na marafiki zako nkupikia chakula Sasa chakula umepika hivi kweli? Sema chakula kina chumvi kama hivi nachongea, unielewa? na ya yako. Sisi chakula kina chumvi gani? Yaani mimi ndo mpishi nimepika, najua kabisa mboga nimeweka ni chumvi kwa kipimo sahihi. Sasa hivi unaambia chakula kina chumvi kweli? Sasa wageni wako wapi? Wageni wako wapi? katika siku ambazo umenizalilisha leo, chakula unapiga geli hivi? Wewe, wewe kula iko chakula wewe, taratibu, usinitetee mimi asila. Wewe kula iko chakula na umalize. Nini nini, unalia nini? Wewe kula iki chakula umalize. Safari ya kwenu mangu, mangu inakuhusu. Sikia, mimi ndo mpishi wa chakula, najua nilichokipika mimi, kitu nilichokipika hapa. Nimepika mboge kabisa, nimeweka chumvi sahihi. Yani mimi sijatia michumvi hivi. Kwa chumvi kaika nani kwenye chakula? Mimi mwenye hapo sijui. Chumvi kaika nani kwenye chakula ngali, mimi na wewe ndani tunaishi wawili tu, labda tungesema labda tuna mtoto sawa. Ila yeah, hatuna mtoto, hatuna mfanyakazi, hatuna mtu yoyote. Baina yangu mimi na wewe tu. Kapika nani? Si umepika wewe kichakula? Mimi chakula nimekipika kizuri na chumvi ilikuwa saizi. Sawa. Mimi mwenyewe sijui nini kimetokea. Umeona? Huku tunaishi Uswahilini. Kila mtu na macho yake, kila mtu na roho yake. Mimi nimepika chakula kizuri kabisa kabisa. Hebu wewe. No. Yaani mimi nakuachia pesa, upike chakula kizuri, afu isitoshe. Nimekuachia hela nyama, unaweka dagaa na akili kweli? Mwanamke kazi yani kujichubua kuweka vinyole nyole vyako hivyo bichi, ambao vavina tamana. Wewe wewe, safari ya kwenu inakuhusu, safari ya kwenu ina inakuhusu. Mimi sipendi kulealea ujinga. Mimi naangaika, napiga zege, napiga tofari, we unafanya upumbavu wewe. Ndio nilivyokuwa hivi nilivyokutoa kwenu Asa, ukinigombeza ukini, ukini, kwamba ndiyo chakula kitabadilika, na usipoangalia na usipoangalia, kuna mwanamke mwenzio ataingia ndani, eti hey, mwanamke mwenzangu ataingia ndani baba, hapa ndo utaona ubao bwela, yaani nisikilize <laughs> hey, nisikilize tena uweke akilini suni, hivi karibuni kuna chuma kitaingia, kama utaendelea wewe mwanamke mwezio ataingia, nakwambia, chakula chenyewe nimekosea leo tu ndo maneno yote kati ya hayo. Sa, sa, te, ah, kati ya, mimi na wewe, nani mwanaume umbavu takua mlete siamvuca miguu hapa kwamba ukifoka chakula ndo kitabadilika kitakuwa kina chumvi aakua mlete na msubiri unaongea nini? Ah, mwana, Nisikia tena unaongea upumbavu wewe. Mi naongea na wewe, unaongea we kama nani? Waona tunasaidia na kodi ya unapika upumbavu wanangu wewe, wanaume nimekuja hapa au vipi?

Wamechuka maamuzi yao, safi sana mdogo wangu, kwa sababu niona vijana wengi sana wakipotea kwa sababu ya usela, afu sio yenye una maana yoyote. Unajua wanachazo zao majonzi kibao, kisa usela. Mimi vizuri mdogo wangu, au unasemaje hapo? Sema nini? Unajua mwanangu, hishi sio kwa cha usela afu, nimesikia unaongelea swala kazi. Wewe kazi unaweza babu, mimi mwanangu Bili kwanza. So mimi mwanangu, mwonekano wako nani anaweza kukupa kazi? zan m kitu kim kitu kimoja ndugu yangu au vipi? Basi nga ukimbiza. Nisikize basi ndugu zangu, ndio maana maneno ameniingia mimi iwe kazi ya kukota makopo, ya kukota machuma, kukota maloba, ya kukota magodoro mwanangu, kwa sababu gani na hey. Navyokwambia hivyo ndugu zangu, mi stak kujapanga mwanangu. Mwenye mnajua tabia zangu tena, kimfano hapa kapita sungusungu, atakayechukuliwa nani? Bali achana mambo haya, hapo, na mambo a ndugu zangu. Mimi mi kuna issue karibuni hapa itakuja. Na hiyo issue mi ndo nitakuwa akalawenaau. yeah. sio bwana. <gulunywa."> yeah. Mimi naingia machimbo nachukua mali Mm, fresh, safi naa metoka kuoga metoka <coughs> mm, kuoga poa. ah, samani nikuwa naomba tuongee kidogo tuongee? Tuongee nini mimi na wewe? Sasa wewehasone kunipanisha kibesi kwani una magomvi? Ndio nakusikiliza. Sasa tuongee nini mimi na wewe una kifua lakini kifua nacho, sio kifua hicho kifua tu unajua unacho. Una kaba una kaba, lipo. Kaba lipo, kaba lipo, ongea okay. Magamba unalo baba. Shida unalobah Labda nikuulize swali. Hivi unajua mke wako yuko wapi sasa hivi? Mke wangu mimi. Kaenda kusuka. Kaenda kusuka. Samani lakini sio kama nakucheka shemeji. Wewe ongea unachotaka kuongea. Umenisimamisha mimi nilikuwa naingia ndani kuongea, ongea, unajichekesha. Mbona kama magomvi? Zungumza sasa. Kusikiliza. Eej, nyumba za kupanga hizi nyumba za kupanga, shida. Hivi si wabongo tukoje? Wabongo, mbona hatupendi kubadilika? Yani umekosa kazi sasa sasa hivi umeanza kuchukua taarifa ndogo ndogo unaanza kupiga kazi ya umbea, siyo? ya umbea sio? Nisikilize. Nilikuwa nimekuambia kwa ajili ya kukuokoa tu, kumbuka huko nje kuna magonjwa baba, kesho na kesho kutwa umeugua, na nataka kukusaidia hapa. Haya, wewe na mke wangu, kuna kitu gani ambacho kinaendelea na wewe? Kama nani ambaye unajua taarifa za mke wangu? Mimi yaani wewe unaniudha mimi, nimemfahamu vipi mambo ya mke wako Umesahau kama mke wako mimi ni rafiki yangu. Sasa sikia nikwambie, baba, mambo yote ya mke wako yako hapa tunata hata hayo niliyokupa ni machache tu, kwa ufupi kila kitu yeah. Sasa hapo hapo, ina maana nyinyi wote lengo lenu moja, wote nyinyi mnafanya kitu kimoja wa malaya, si ndio? Eh, eh, baba tafadhali, ni usike mimi kama nani eh ni usikaje kwa nyendo za mke wako na mimi kwa tu tuna nyendo moja wewe, eh, nisikilize. Yes. Nisikilize mimi mke wangu juu nilimpata wapi? Kama nilimuokota kama nilienda kumtoa kwao, wewe haikuhusu. Mapenzi yangu mimi na mke wangu, wewe ka nayo mbali. Tunaelewana kama una njaa, asema nikupakulia chakula ule, lakini masuala ya mke wangu kuzungumza, mambo yangu mimi na mke wangu sitaki. Sisi wapangaji mama, tunaelewana sawa, lakini usinipandishie kibeski, lazima nikupandishie mm -hmm. kwa sababu ni mbea mbea, haikuhusu.

Pone macho ka vidonda. Toka huko hivyo. Unampenda na nani?

nyumba ya tatu, ila samani, kikweli mimi shida yangu sio kwenda kwa mjumbe, nikopo na shida na wewe, nikupo na kona sana ukipita mtaani huku, na nikasema ntatafutwa napoishi na, na nipajue ndio maana nimefika hapa samani, kama utojari, sijui unaweza kunipa namba yako ya simu sijui unatoka wapi sijui nani, namba yangu ya simu kivipi? Ah, mi najua una maswali mengi ambayo unaweza kujiuliza, lakini kikweli mi ni mtu mzuri, tuna natokea mtaa pili tu hapo. Kwa hiyo kama utojari, namba Usinipigie simu zaidi ya saa kumi na mbili, sawa? Ni sehemu nani yake yake, namba yangu msho sifuri nne, hapo utaiona, sawa? Asante, okay. And... Vipi? Mbona mwenyewe unaumwa? Mimi shida shida ipo shemeji. Unajua, kuna kipindi cha nyuma kuna maneno uliniambiaga siku moja nikakaa nikafikiria, nikiwa mimi mwenyewe nikasema, <coughs> shemeji kuna kitu kweli kaongea ya. Yaani leo ndo napata jibu kweli. Shemeji, siku ile kuna kitu ulizungumza. Unajua, mke wangu toka ameondoka asubuhi mpaka sasa hivi hajarudi, lakini ameenda kwenye biashara biashara biashara gani? Wakati mtu kaniaga nenda kupaka kucha, sijui nini. Unajua nini, shem, muda mwingine inabidi ukae uongee naye, lakini sio ukae hivyo na mawazo, ni kama vile unaumwa, sio vizuri. ni anaake ampendeki bwana yani kuna muda mwingine amjui kabisa, wanaume zenu wanahitaji kitu gani? hmm. Shem, siseme hivyo bwana